Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Insha Allah, leo nimekuletea mafuta ya shajarat nuru kama jinsi unavyoyaona. Kwa wale ambao waliokuwa na matatizo ya asadi, maradhi, umetumia dawa nyingi sana katika mwili wako, dhidi ya miguu yako inakusumbua mara kwa mara, mpaka unashindwa kutembea maumivu ya misuri ya hapa na pale. Kwa wale ambao wenye usda ya kulishwa vitu katika miri yao, oh, haya ndiyo mafuta wanayohitaji kuweza kuyatumia insha Allah, kwa sababu yanatapisha sihiri, yanatapisha vile ambavyo mulivyokuwa mmelishwa usiku mulipokuwa mkilala. Haya mafuta utatumiwa popote ulipo insha Allah, biidhnillah yanaondoa kila aina ya sihiri kila aina ya hasadi, kila aina ya tatizo ambalo ulilokuwa umetupiwa katika mwili wako biidhnillah. Ni mafuta ambayo yamefandhiwa visomo, yamefandhiwa visomo yenye kuondoa kila aina ya sihiri ambazo zilizokuwa zimekaa katika mwili wako biidhnillah, na ni mafuta mazuri kwa ajili ya matumizi, kwa ajili ya usda hapa na pale haswa husda za usiku, tafuta ya mafuta inshaallah, biidillah, na mutumie. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi dhidi ya hayo maradhi mliyokuwa mkonayo katika miili yenu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, inshaallah.